Tani. Tani. Tani. Oh yes, ile kiu yako ya muda mrefu sasa inakwenda kutulizwa kipekee sana. Unajiuliza kivipi? Sasa kaa kijanja, mchongo upo hivi. Si unajua zile simulizi zenye ladha halisi, maarifa ya kina na funzo lenye furaha, zilizokuacha ukitokwa chozi la uchungu na furaha kwa wakati mmoja, huku zikiibua hisia tata. Mungu wangu, mama yangu, jamani wima. Hizi hapa tena, usijiulize sana, chimbo ni moja tu, ujanja ni kuwa na bando na simu yako, kisha kimbilia ya mjini YouTube. Channel ni moja tu, bado hujanifahamu? Ah, sasa wapi kwingine kama sio Dela Simulizi? Kamatia hapo hapo subscribe, share na comment bila kusahau kuweka notification ya on, yani kukiwasha kengele ili uwe wa kwanza kila siku kupata simulizi tamu na za kipekee. Dela Simulizi ni zaidi ya hadithi.